Karibu, mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Mimi ni Agnes Gakunga. Taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linakodolea macho awamu nyingine ya machafuko ya baada ya uchaguzi mkuu kwenye maandamano ambayo yameratibiwa hapo kesho Jumanne. Serikali tayari imeharamisha maandamano hayo na kuibua hofu ya uwezekano wa makabiliano kati ya serikali na wananchi. Haya yanajiri wakati makundi ya kutetea haki za kibinadamu humu nchini yamejitokeza kusimama na raia nchini Tanzania wakisisitiza wataandamana hadi kwenye ubalozi wa Tanzania humu nchini Kenya kushinikiza Rais Samia Suluhu Hassan kujiuzulu kwa ukiukaji wa haki za kibinadamu. Jeff Kirui na taarifa hiyo kwa kina. Tarehe sita mwezi Disemba kwa Watanzania ni siku rasmi ya kusherehekea uhuru wao, ila mara hii ni siku tofauti kabisa. Watanzania wakijiandaa kuandamana dhidi ya ukiukaji wa haki za kibinadamu uliotekelezwa na unaoendelea kutekelezwa na serikali ya Rais Samia Suluhu. Maandamano ambayo tayari yameibua hofu ya makabiliano kuzuka kati ya wananchi na polisi, hasa baada ya serikali kuharamisha maandamano hayo. Nataka niwaambie, wakati wowote wakija tumejipanga, wakati wowote wakija tumejipanga. Sehemi za Rais Suluhu zimeweka bayana ari ya serikali yake kuzima sauti zozote dhidi ya uongozi wake. Makundi ya kutetea haki za kibinadamu tayari yamejitokeza wakidokeza kuwa serikali ya Tanzania imeanzisha mchakato wa kuatia mbaroni kiholela watu wanaoshukiwa kuongoza mchakato wa kuandaa maandamano. Kundi la Pan-African Solidarity la wanaharakati nchini Kenya wamekashifu uongozi wa Samia Suluhu wakishinikiza Umoja wa Mataifa kuangazia ukiukaji wa haki nchini Tanzania. In the facade of a poor Iran election Suluh's regime has overthrown the constitution, weaponized state institutions to crush democratic demand and engineered family rule.

Mjini Mombasa kundi la Vocal Africa limetoa tahadhari kwa serikali ya Samia Suluhu wakipinga hatua ya serikali kuharamisha maandamano hayo. We want to remind Samia Suluhu and the Tanzanian government of the words of John F Kennedy, who said those who make peaceful revolutions impossible will make violent revolutions inevitable. Marekani tayari imetoa tahadhari kwa raia wake nchini Tanzania kuhusu uwezekano wa machafuko, kufungwa kwa intaneti na kusitishwa kwa safari za ndege. Aidha, Alhamisi wiki jana, Marekani ilidokeza kuwa inatathmini upya uhusiano wake na Tanzania kutokana na ukiukaji wa haki za kimsingi za binadamu. Serikali ya wanafunzi, hamtapata hili hili hili mpaka mfanye hivi, wanafunzi watafanya, lakini sovereign state yenye kujielewa na kuendesha mambo yake. mm -mm, mm -mm, mm -mm. Nchini Kenya wanaharakati wanaandamana hadi ubalozi wa Tanzania kuwasilisha matakwa yao ikiwemo kwa Rais Samia Suluhu kujiuzulu. Jeff Kirui, KTN.